Uh, kwanza kabisa niseme wazi. Namshukuru sana uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa haya anayoyafanya katika mji wetu wa Kigoma. Ni wazi. Uh, mkoa wa Kigoma ni kama mama anatupendelea zaidi. Vitu vingi vinafanyika hapa. Uh, kwenye afya tunaona namna ambavyo ameleta mashine zote ambazo hatuna sababu tena ya mgonjwa kutoka Kigoma kufanyiwa rufaa kwenda Bugando. Tume, nimetembea nimeona mashine zote za kisasa zipo ndani ya hospitali ya Maweni, lakini juzijuzi hapa mimi kama mbunge nilileta gari kwa ajili ya wananchi wangu wakiwa na furaha wakitaka kuoana waoane, wa, nikaleta jeep watu wakanilaumu sana, wakasema Baba Levo unaleta gari ya kuoana na wakati ndoa, uwaga, watu washapanga washa michango na kila kitu kwa nini ukununua ambulance? Nikasema ambulance ni kazi ya mama ambulance. Mama kwenye afya hana utani na baada ya kuongea maneno haya, hatuna wiki mbili, Dr Samia Suluhu Hassan kupitia waziri wake wa afya, mzee wangu mzee Mchengero, mtu wa maana sana, na naibu waziri uh, Florence, tumepata gari hili hapa uh, ambulance. Ndugu yangu, wewe ndo mmoja uh, kati ya wasimamizi ambao mtakwenda kuangalia gari hili. Mimi ndo mbunge wa jimbo hili, mimi ndiyo chawa wa mama, mimi ndiyo ambaye sintakubali kuona gari hili linatumika hovyo hovyo. Tunataka tuone kile ambacho mama amelenga kwa ajili ya ambulance hii. Basi kifanyike katika mji wetu wa Kigoma na wananchi waweze kupata uh, manufaa ya kuwa na rais ambaye anafikiria afya zao, anapenda afya zao. Mimi naamini madaktari nyie ni watu makini sana. Ah uh, sisi wengine uh, kuna nafasi yetu hizo unaweza ukapewa hata kama hujasoma chochote. Lakini nyie lazima mtu wewe umesoma, umepita misingi yote ili uweze kupewa nafasi ulionayo wewe. Naomba elimu ulionayo na wengine wote ambao wanahusika kwenye kusimamia gari hili walisimamie ili wananchi wa Kigoma mjini wafaidi matunda ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Nashukuru sana mama yangu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa haya ambayo unayafanya katika jimbo la Kigoma mjini. Sisi kama wakazi wa Kigoma mjini na wa Kigoma kwa ujumla tunashukuru sana na tunaomba, endelea kuyafanya haya, kwa sababu huku sisi ni bezi yako ambayo iko 100% kukusupport, na kwa heshima ya ambulance hii <tune> <tune> <tune> Naomba nifute kokotelasuti kwa, kwa sababu hatuna utani kwenye hili camatho eh? Mm -hmm. Kwa heshima ya ambulance hii jamani, eh? Mama hana deni kwenye afya. Wananchi wa Kigoma mjini, niliwaambieni mama ataleta ambulance. Nadhani mmeona wenyewe kwa kazi ya mama anayoifanya. Eh? hatuna champagne lakini tutapasua maputo <laughs> <laughs> Hewani, nashukuru sana Dr. Samia oy, oy, oy, oy. Maweni hoye, tunashukuru sana mama, tunashukuru sana mawaziri wote waliohusika na huduma hii katika mji wetu wa Kigoma. Tunawashukuru wote ambao wanaona Kigoma ni sehemu ambapo wananchi wetu wanatakiwa kupata huduma bora za afya, na sisi tutaungana mkono kwa lolote ambalo mnaona aliko sasa. Nipe funguo ndugu yangu nipige gia, naruhusiwa na, na na leseni yangu ni inaruhusiwa kupiga gia eh? e, gari ni mpya kabisa, ambulance ambayo imeletwa Kigoma Mjini, na ninawaambieni kwa spidi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kabla tujapindua elfu mbili ishirini na sita zitakuja zingine mbili au tatu katika jimbo la Kigoma Mjini. Lengo ni kuhakikisha mtu akilia, nyinyi tushamleta nyinyi nyumbani, tunachukua papo, tunamleta hospitali na maisha mengine yanaendelea. Karibuni Kigoma Mjini mpate huduma bora za afya katika hospitali yetu ya mkoa ya Maweni. Thank you very much.